Naam, karibu kwenye Ndugu Online TV. Karibu tuangazie kabila la Banyankole, kabila linalopima ulijali wa mwanaume. Ni kabila ambalo linapatikana katika nchi ya Uganda. Watu wa kabila hilo wana tabia ya kupima ulijali wa mwanaume ambaye anatarajia kuoa kipindi kifupi ama muda mfupi Kabila hili la Banyankole humtuma shangazi wa bibi harusi mtarajiwa kwenda kupima ulijali wa mwanaume ambaye ni bwana harusi mtarajiwa, kabla hajapata nafasi ya kufunga ndoa. Shangazi wa binti ama bibi harusi mtarajiwa huenda kushiriki na bwana harusi mtarajiwa tendo la ndoa na iwapo mwanaume huyo atashindwa kufikia vigezo vya shangazi huyo, ama atashindwa kumridhisha shangazi huyo, mwanaume huyo atakuwa amekosa nafasi ya kuoa kwenye familia hiyo, na mahali ambayo alikuwa amekwisha kuitoa itakuwa tu ni kama sadaka, itakuwa imeenda, kwa kuwa kabila hilo mila zake ndiyo zipo hivyo kabila linajulikana kwa jina la Banyankole linapatikana katika nchi ya Uganda. Asante sana kwa wewe ambaye umekwisha kusubscribe chaneli yetu ya Ndugu Online TV. Kama bado hujasubscribe, subscribe kisha kisha gusa alama ya kengele, utakuwa ukipata notification kwa kila ambacho tutakuwa tumekusogezea kipochi.